Vipi mtazamaji wa Mati Media Channel, elfu mbili na ishirini na tano na leo nipo kwenye uwanja wa volbo. Nipo hapa kuweza kujulisha wewe mtazamaji wa Mati Media jinsi gani mchezo huu unachezwa. Jina langu ni Habibu Mkanura na sitakuwa peke yangu, nitakuwa na mmoja um, wa uh, mchezaji ambaye anaujua uh, vizuri mchezo huu wa volbo uh, kwa Kiswahili wanaita mpira um, wa wavu aweze kutoa mawili matatu uh, kuhusiana uh, na huu mchezo ukoje? Na habari yako na jina koti moja nakuwa na mlabna yeah. Uh, unavyozungumzia koti labda mtu ambaye hujui, uh, mtazamaji wangu hujui hajui akiambiwa koti hajui koti ni nini, labda unavyozungumzia koti ni nini, labda kwenye uwanjanadi yeah. yeah. wenyemo huyo uh, uh, uh, kama ulivyosikia kwenye uh, uwanja wa volbo kuna koti uh, mimi na wewe tulikuwa hatujui. Sasa leo uh, tumekuja kujua koti maana yake nini na uwanja uh, wa, wa volbo uh, unachezwa na watu wangapi? Hivyo ndivyo tunamaliza uh, kwa siku ya leo ila tu usikose kusikiliza uh, kutazama vipindi ambavyo nitakuletea nitaende, ambavyo nitaendelea kukuletea kadri ya siku zinavyozidi kwenda. Jina langu ni Habibu Mkanula. Bye bye.